Unatafuta viatu bora kwa bei nafuu? Karibu Chotara Corporate Store, duka lako la uhakika la viatu vya kiwango cha juu lililoko Kariakoo, mtaa wa Kongo na Raha, ambapo utapata viatu kutoka Uingereza hadi Uturuki. Unapata pigo zile za sherehe za kiofisi na zile za mitoko mbali mbali, yani kajo iwe uko Dar es Salaam, mikoani na hata nje ya nchi, tutakufikia tu brandi zako za kishua kama Clarks, Lacoste na Diori, na nyingine nyingi zote zipo kwa ajili yako. Alafu sasa ni pure leather, unapata kwa jumla na rejareja, asikwambie mtu bwana. Bei yenyewe sasa ni kama bure. Halo, boresha mitindo yako ya viatu na Chotara Corporate Store. Tufuatilie kupitia insta account yetu Chotara underscore corporate underscore store, au piga simu namba sifuri saba sita nane mbili sita tatu sifuri mbili sifuri mke mjasiriamali, kikundi Nyamabale Women, tunajihusisha na ufugaji wa nyuki. Tunazalisha asali, mafuta kutokana na na asali hiyo hiyo pamoja na sabuni, tokea kijiji cha Nyakabanga, kitongoji Nyakabanga. Atatela Nguzi ni mjasiriamali mdogo mdogo wa sabuni, kama unapoziona hapa. Ninatengeneza sabuni, pia nanufaika kwa sabuni hii kwa kujikimu mwenyewe kama mwanamke kwa kwa, kwa mahitaji ya watoto wangu shuleni kwa matumizi mbalimbali mbali, kama mwanamke. Na hiyo unatumia nini kutengeneza hii? pia hapa sabuni nukumila. Natumia sulfonic, natumia soda acid, natumia iresi chumvi rangi na perfume. <coughs>

Mshindi wa kwanza ni namba tatu kwenye kundi la kwanza. Mshindi wa pili katika kundi la pili ni namba nane. Mshindi wa tatu katika kundi la tatu ni namba tisa. Tunaomba makofi jamani. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Tuna uchaguzi wa madiwani, uchaguzi wa wabunge, lakini tuna uchaguzi wa rais kwa hiyo wanawake, tusimame kuwa mstari wa mbele pale ambapo unaweza ukasema mimi naweza nikaenda kuchukua fomu kugombea udiwani. Wanawake tujitokeze, akina mama oye! Lakini kuna ubunge, wakati ukifika, nafasi zikatangazwa, uko huru kugombea. Sisi wanawake tunajifahamu, huwa ni wanawake ambao tumesimama imara, hatuyumbi. Wanawake hatuyumbi, tunatambulikana katika hilo tujipange wakati utakapofika mwezi wa kumi, tujitokeze kwenda kupiga kura. Natamani sana akina mama wale wa vijijini na wao wa sehemu ya suri. maana hapo mwanzo ni kama walikuwa hawajui, lakini wao wasifai kwamba wanamtea kuzi akina mama kabisa, kijijini mmeshikilia sana aamini kama nilivyosema, ni makamu ni kitu cha na mikoba. Niseme tu kama halmashauri wetu tunatambua sana mchango wa kina mama kwenye halmashauri yetu, maana tunajitahidi kila mara kuhakikisha ile asilimia kumi kwa ajili ya makundi maalum wakkema kila mama, tunahakikisha inakuwepo na tunatoa mikopo kwa ajili ya kuwawezesha. Kila kitu kinaonekana, mikopo inaonekana. Kwa hiyo nawaombe wanawake zangu, katibu wa chama amesema hapa, tuna jambo letu mwaka huu, tumshike mkono mwanamke mwenzetu. Wanawake mpo? sisi ndio wapiga kura wakubwa, mmeelewa? Kwa hiyo naomba sana, na huu mwaka ni mwaka wa uchaguzi. Shirikini kwenye uchaguzi, msiogope, mmesikia? Zikitokea fursa chukueni fomu, mmesikia? Ndio wanawake, jitokezeni kugombea nafasi mbalimbali, mnazo haki za kipekee pia kuendelea kugombea katika maeneo yetu. Kwa hiyo mjitokeze ili nafasi ya mwanamke iendelee kuimarika vizuri. Tunaongoza na rais mwanamke, basi na sehemu zingine pia nafasi zingine pia. Wanawake waendelee kutuongoza tu na tutakuwa tunabanda vizuri. Jina langu naitwa Libata Stanislaus, mkazi hapa panya Kabanga, tata mtela nguzi. Mimi kwa ushauri ninavyoona sio kwa wanawake wanakuwa wanakataa wana kugombea. Labda ni uoga tu na kutozoea ile hali ya kuwa mimi mwanamke atakwenda kusimamaje ntaungaje? Kwenye umati wa, wa watu mimi ndio ndo naonani, lakini hakuna kitu chochote ambacho kina wanasema kama labda wanazuiwa. Hapana, tuko huru kugombea kwa nafasi yoyote. Ni wanawake na washauri wajitokeze kwa nafasi yoyote, jitokeza kwenye kata yetu, wilaya hadi mkoa wajitokeze kugombea, make nafasi inakuwa huru, hatuzuiliwi kwa majina. Naitwa Kokbela Jacqueline Vitagwelela. mambo yanayowapelekea wanawake kutogombea nafasi za uongozi ni kutokana na elimu pia na ukandamizaji. Wanawake wengi wana ukandamizaji ndani ya majumba yao, bamaana kwa maana kwamba wananyanyaswa, kwa hiyo mwanamke anapata changamoto kubwa kwenda kugombea nafasi za uongozi pili, elimu elimu, wanawake wengi wana elimu ya chini, pamoja na kumaliza la saba, wengi wengi hawa wamemaliza fomu, lakini mtu ana elimu, wengi wana elimu ya chini. Kwa hiyo hilo linawapelekea wanawake kuto kuombea nafasi za uongozi. Pia mazingira, mazingira yanatupelekea, yani woga, wanawake wengi wako woga, yana anaona hawezi, hawezi kudhubutu wachache wanawake wanaoweza kudhubutu. Kwa hiyo hilo ndio linapelekea kudidimiza, kutogombea nafasi za uongozi. Ushauri ni kwamba wanawake tupate nafasi yani za kugombea yani, waelimishwa wa wakina mama wasome, watoto wadogo wanapata yani wanakuwa na raw performance au faulu vizuri, na wana changamoto pia au watoto wa kike pia akinamama wana hizo changamoto. Ushauri waelimishwe, yaani mfano wangekuwa wanatembea viongozi, wanaelimisha kutoka makao makuu, wanakuja wanaelimisha akinamama na nini, kungekuwepo na mchuano mkubwa Tuna.